Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo hamjambo. Merry Christmas and Happy New Year 2026. Ninawatakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio jamani. Mahala ambapo Mwenyezi Mungu ameweza kututoa ni mbali sana. Mtu kama mimi, mahala ambapo Mwenyezi Mungu ameweza kunitoa ni mbali. Kwa hivyo karibu sana ili niweza kuwapasha yale ambayo yameweza kutendeka. Tutakiane heri njema ya Krismasi, mtakie yoyote yule ambaye unaona unaweza kumtakia heri ya Krismasi hapa chini. Nimekuwa nikiwaeleza kwamba kuna mgawanyiko mkubwa sana ambao umejitokeza katika vikosi vya usalama Tanzania. <laughs> Wengi wamekuwa wakiniambia bwana Ezra unadanganya, bwana Ezra unapayuka, bila kujua kwamba mimi mtangazaji wenu nina vyanzo vyangu vya habari na huwa ninapewa habari mapema sana kabla ya nyinyi kuzipata, yaani kwa lugha ya kimombo wanaita first hand information. Kuna kanda ambayo nimewahi unda yapita kama wiki mbili hivi, nikawaambia kwamba ndani ya vikosi vya usalama Tanzania, JWTZ na polisi hawaelewani, ni maji na mafuta wengine wakaniambia, bwana Ezra, sijui hautaki Tanzania mema, bila kujua kwamba mimi ni mtangazaji mwenye ninawaleta taarifa za kweli. Sasa hii leo, hii leo, aliyekuwa waziri mkuu Tanzania, former prime minister Warioba ameweza kuwahakikishia Watanzania kwamba yale ambayo Ezra amekuwa akiwaambia si ya uongo, ni ya ukweli, kwamba kuna mgawanyiko ambao umezuka, tofauti zimezuka ndani ya vyombo vya ulinzi au ukipenda vyombo vya usalama Tanzania, jeshi la polisi na jeshi la mwananchi maji na mafuta. Kitu ambacho kimeweza kuleta huo mgawanyiko ni siasa chafu ambazo zinapigwa Tanzania na huyu muuaji Samia Suluhu Hassan mwenye amewaua watanzania zaidi ya elfu kumi alafu vile ambavyo nawaambia kwamba Samia aliwaua watanzania wengi, kuna watu ambao machawa mpaka sasa hivi hawajawahi amini kwamba Samia aliweza kuwaua Watanzania. Sasa Warioba akizungumza na wanahabari hii leo ameweza kuwaambia Watanzania kwamba yale maneno ambayo Ezra amekuwa akiwaambia ni ya ukweli kwamba kuna mgawanyiko ndani ya vyombo vya usalama Tanzania. Kumbuka kwamba huyu ni waziri mkuu wa zamani kama vile Kasim Majaliwa. Hawa viongozi huwa wanapata taarifa kabla hata hazijaweza kutolewa. Na ukisikia kauli yake, Warioba anasema kwamba alikuwa na pitapita pita zake akielekea fisini, afisa mwelekezi wa barabarani akamsimamisha, akapiga saluti na kumwambia kwamba kuna mawanyiko, kuna mgawanyiko ambao umeweza kuzuka. Tafadhali tunawaomba nyinyi wazee muweza kuleta upo, umoja. Sasa ni kitu gani ambacho kinafanya nyinyi wasikilizaji wangu na watazamaji wangu, mwanze kunishuku kwa kile ambacho huwa ninawaeleza. Msikilize Bwana Warioba, ndiposa mtaelewa kwamba Bwana Ezra huwa anatuambia taarifa za ukweli, ikiwa walivyokuwa wanaandaa wanajiji. Nikasema tukihusisha tuki vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa tutapata matatizo na spesifikale Nikasema jeshi la ulinzi lisije likahusishwa kabisa katika siasa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo ya hivi kuhusishwa na siasa, lakini kubwa zaidi kwa vyombo hivi kuhusishwa kwa siasa, vimegawanyika ndani ya vyombo hivi. Kuna mgawanyiko mkubwa, kuna mgawanyiko. Mimi mimi walikuwa wananiambia kwamba kuna mgawanyiko ndani ya polisi, walikuwa zaidi wanazungumza juu ya polisi. Mimi ah, sana sana, siku moja mwezi Septemba, nimetoka hapa nakwenda kwenda ofisini kwangu kwenye mataa. Nimefika pale, kulikuwa na askari wawili wa traffic, askari wawili wa traffic, wa traffic wanaongoza magari sasa wakati tunapiga kona ana, unakwenda kwa taratibu, askari wale wakaniona, watu wawili wakapiga saluti, yaani mmoja akatoa ishara tusimame. Kwa hiyo nikamwambia driver wangu, tunapiga kona pale, tafute mahali a park. Kwa wale wanaofahamu mahali pale St. Peters. Ukipiga kona ile unaingia eh, helesarasi pembeni pale kuna watu wanafanya kazi ya kuuza maua. Kwa hiyo tukaenda tukasimama tuka wame pale, wala askari wote wawili wameacha kuongoza magari. Wamekimbia, wamekuja pang pale, wamefika wamepiga saluti, wamenisalimu na bila hata eh, kuchelewa, wakasema, mzee, tunashukuru tumekuona, tunaomba msaada wenu nyinyi wazee. Nasema wakati wote huu tulikuwa tunafanya kazi bila ubaguzi wa dini, bila ubaguzi wa kabila, lakini sasa siasa imetugawa, imetugawa sana. Tunafanya kazi kwa mazingira magumu. Nasema tunaomba msaidie, ili hali irudi kama ilivyokuwa wakati wenu na wanazungumza ndani ya gari na driver wangu na msaidizi wangu, na pembeni pale kuna watu wanauza maua, wote wanasikia. Yaani ilimtisha kwamba askari hawa wanaona wamepata nafasi ile bila hata kujali nani anasikia. Ni matumaini yangu kwamba umeweza kumsikiliza waziri mkuu wa zamani Bwana Warioba na umesikiliza maneno yake. Huyu ni mzee wetu, mzee wetu hakuna siku ambayo wazee wataweza kudanganya. Je, unanitazama kutoka wapi? Unamtakia nani heri njema ya Krismasi? Unajua ni heri kuomba kuliko kuiba. Mtangazaji wenu bwana Ezra, nitatundika nambari hapa, ukiona anafanya kazi nzuri weza ukanitumia Krismasi eh. Sasa ukinitumia ta Christmas ni- niweke data asa hapa hivi kwa studio zetu, Aa, kwa wifi yetu ya studio, niwachapie kazi itakuwa mbaya kweli. Wapezi watazamaji, ni jambo la kusikitisha kuona vyombo vya usalama Tanzania ambavyo vilikuwa vimeletwa pamoja kutunza heshima ya Tanzania na mzee wetu Nyerere, vikiwa vimegawanyika. Na vitu ambavyo vimeweza kufanya vyombo vyetu vya ulinzi vya usalama Tanzania kugawanyika ni siasa chafu ambazo zimeweza kupandwa na viongozi walio na akili chafu kama Samia, Mwigulu Njemba na wengine, itakuwa ni vibaya sana tukipalilia mambo kama haya Tanzania, mahala ambapo viongozi wanazidi kueneza chuki, wameanza kugawa Tanzania kwa misingi ya kidini na tuna nyamaza Tanzania hapaku kuwepo na udini. Mtu ambaye ameweza kuleta udini ni Samia na kina Mwigulu Njemba. Sasa hivi ninasikia jeshi la wananchi Tanzania, watu wa Zanzibar ndio wanasimamia peke yao, na wakiamua, wameamua hakuna mwenye atapingana na wao. Ni jambo la kusikitisha sana. Sasa ninaelezwa kwamba mgawanyiko huu wa jeshi la polisi Tanzania na jeshi la mwananchi Tanzania umetokana na mauaji ambayo yaliweza kutekelezwa Tanzania na mnyama muuaji Samia. Watu wengi waliuawa kinyama. Jeshi la mwananchi Tanzania halikupenda mambo kama haya wakaanza kugombeza jeshi la polisi. Mgawanyiko umeweza kuzuka mahala ambapo jeshi la mwananchi limekataa ujinga wa mauaji, lakini jeshi la polisi linaonekana kwamba linatumika na hii serikali batili kuendeleza udikteta, kuendeleza mauaji, kuendeleza ukandamizaji na kuendeleza uongozi mbaya. Watanzania wenzangu Watanzania wenzangu, popote mlipo, ninawaomba tusimame imara, jinsi ambavyo mzee wetu Warioba ameweza kusema. Tusimame imara, tukatae ujinga kama huu wa kuleta mgawanyiko ndani ya vikosi vya ulinzi na siasa chafu, siasa za migawanyiko ya kidini ndizo zimeweza kufikisha taifa letu la Tanzania mahala ambapo limefika sasa hivi. Oh yes, ni jinsi gani tutafanya tuweze kurudisha heshima ya Tanzania mahala ambapo ilikuwa kipindi cha mzee wetu Nyerere? Ni kukataa ukandamizaji, ni kukataa udikteta, ni kukataa uongozi usiokuwa na maadili, ni kukataa mikutano ya viongozi ambao wako na ajenda mbaya ya kutokosanisha sisi wananchi, ni kukataa siasa za kidini, ni kukataa siasa za kutugawanya kwa misingi ya kikabila, ili tuweze kuleta taifa ta la Tanzania pamoja. Kwa hivyo kitu ambacho unapaswa kujua kwamba Ezra akiwaambia taarifa jua kwamba amekwisha fanya utafiti na amekwisha pata taarifa za ukweli, sio watu waanze kunitusi. Mumesikia mzee Warioba yeye mwenyewe akiwaeleza kwamba kuna mgawanyiko ndani ya jeshi la mwananchi na jeshi la polisi, na kitu ambacho kimefanya hayo yote ni siasa chafu. Tutafanyaje tuweze kuzika siasa chafu Tanzania? Tuache kuwasikiliza viongozi ambao wanajitakia mema wao peke yao. Kuna hao viongozi ambao wako Tanzania, akina Mwiulu Njemba, Samia Suluhu Hassan, akina Njimbi. Sasa hivi wanataka kutuambia kwamba wabeberu wazungu, sijua akina Mange Kimambi ndio wanataka kulichoma Tanzania, lakini wao wamejisahau kwamba waliwaua wananchi na hao hao ambao wanawataja, wanataka kupigania haki za wananchi ambao waliweza kuuawa. Walikuwa na haja ya mamlaka, wameyapata. Sasa wanataka kutuchonganisha, tusikubali upuzi kama huo. Wazo lako ni lipi? Merry Christmas and Happy new Year kutoka kwa kituo chako cha Mwananchi. Asante sana.